Matokeo ya usaili wa vitendo uliofanyika tarehe tatu mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Wasailiwa wote waliochaguliwa kuendelea na hatua wa zinazofuata wanatakiwa kuzingatia muda na eneo la kufanyia usaili. Wasaili wa wote wanakumbushwa kufika na vyeti vyao halisi, original certificate, pamoja na kitambulisho. ICT officer of grade two, programa Okay, practical interview result, ICT officer of grade 2 programmer, chuo cha utumishi wa umma Tanzania TPSC. Taangalia namba yako ya interview namba hapo, then utaangalia score, alafu remark. Kwa hiyo kama tunavyoona hapa selected ni one. Okay. Then ICT officer 2 software developer Wizara ya Maji. Practical interview result ICT officer 2 software developer Wizara ya Maji. Selected also ni one. ICT officer two software developer MNH <coughs> practical interview result. selected 1, selected 2, 3, 4, 5, selected 5. information communication technology officer programming practical interview result information communication technology officer 2 programming chuo cha serikali za mitaa LGTI selected ni watu wawili kama unavyoona hapo. Kwa hiyo haya ni matokeo ya usaili wa vitendo uliofanyika tarehe tatu mwezi wa tano. Matokeo ya usaili wa vitendo uliofanyika tarehe tatu mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, usisahau kusubscribe, ku like na comment. Kwa matokeo zaidi pamoja na update mbalimbali mbali za ajira, utaweza kuzipata zote katika channel hii. Asante na karibu.